aji penati yoyote katika uwanja wetu na mechi zetu, hatutaki. Tunataka tufunge magoli watu waone haki iko wapi na inavyotendeka. Dar es Salaam sisi hao. Leo hii ya magoli magoli kitu kimoja kwangu mimi ndio mchezaji ambaye atachukua kiatu kwa sababu ni mchezaji ambaye anafunga magoli ambayo hakuna penati, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atachukua kiatu, kwa sababu kila mechi za sasa hivi kwetu sisi ni mapambano. Klement Mzize Pis Dube yatakiwa afunge goli, na umeona sasa hivi wafungaji wanazidi wanaongezeka, Maxi hu apo Kiazizi Stefano anafunga kwangu mimi namuona akienda kuchukua kiapo, kwa sababu upande wa pili mpaka wapewe penati. Malalamiko yamekuwa mengi marefari, mwisho wa pe siku wataacha kuwabeba watu, wataacha kuwapa penalti ambazo sio halali. Penati nyingi sio halali. Uoni kuna kitu cha kujifunza, kujifunza, ajifunze. Ukiangalia mchezo wa wa mashujaa na Simba, penati ambayo ameitoa mwamuzi wa Kefa Kayombo, kwa sababu uh, amepiga mpira Mohamed Hussein baada ya kuwa tia ya maji, amepiga mpira umeenda ume kugonga mkono wa mchezaji, na unaona kuna mchezo umecheza ume juzi Real Madridi na Barcelona. Ndio maana mimi mara nyingi najiuliza marefa yetu wanatazama mechi za nje ili kujifunza unaweza ukaona Madridi wanataka wanataka penati lakini, wanaenda kunga kwenye VAR wanaona wana kwamba ile mpira umefuata mkono, kila ni kitu cha kujifunza. Lakini ile foria hapo katoa, unaweza ukaona goli la uh, Madridi wanapata goli pia, Mbappe anaingilia goli lile li li mchezo, goli la nne, lakini wanakataa kwamba ameingilia mchezo, lakini ukiangalia pale Amani Zanzibar Kibudani sikaingilia mchezo Le farika ya kakati ndio maana nakwambia Afrika hii vile yao hakuna, vile yao iko wapi? Leo hapa televisheni ya jadi Simba Sports Club leo hii anasafiri kuelekea kule nchini Morocco katika mchezo wa kombe la shirikisho bara Afrika dhidi ya RS Berkane. Na yule Simba Sports Club ukienda kupata ushindi, mimi siwaoni akienda kupata ushindi, e, kwa sababu ya namba ambazo yuko nazo Berkane. Berkane namba ambazo ziko vizuri, wengine wote ni wasaidizi yule ambaye ametolewa na Simba alipiga chuma nani nne akapiga nyumbani nne, akapiga ugenini kwao. Nategemea na mimi kumwona Simba akifumuliwa kwa goli tano Marefariwa... yani nitafurahi Simba hii hii sasa, sio sio beki beki cha Marioni Fondo, beki ku kaombo, mimi nakwambia mimi nakwambia n ili, yani ili wafunge simba na hizo timu zingine wajue, ili wafunge Simba kwanza mpite ngoma mpite a, mpite nani nani, mpite wobeki menele Hamza, alafu mwisho kabisa utakutana na nakefa Kayombo, umeelewa a? Utakutana na smart smati Wemwamba pale, yani marefu yako nyuma, ndo utawafunga uzalendo. Kizinda uzalendo. Yani, niambia Watanzania wote wanaopenda Yanga usiku wa leo, wanayanga wote ambayo mnajua mimi nipo stai, maanzisha dua kwa wanayanga ambao mtakuwa tayari kuungana na mimi kwenye dua ya usiku wa leo, tunafanya dua

Tarehe kumi na tano tarehe yoyote, sisi hatutashiriki mchezo yoyote na Simba kwa sababu nataka nikwambia kitu kimoja, kitu ambacho kimeshangaza sana na ili watu wa mpira mlifuatilie, msikilize, muone kwamba hawa watu walihusika kwa kiasi gani. Klabu ya Simba walisema hawatashiriki mchezo wa namba mia moja themanini na nne mpaka pale wale watu ambao wamewazuia wao wachukuliwa hatua za kisheria, si ndio? Lakini mwenyekiti Mangungu Ngungu Boi amejitokeza hadharani akasema tuko tayari kushiriki huu mchezo mahala popote eneo lolote tutakalokuwa tumepangiwa. Tunawauliza, je, wale watuhumiwa wenu wamechukuliwa hatua wame za kisheria? Na kama hawajachukuliwa hatua za kisheria hamuoni kwamba nyinyi ni watuhumiwa namba moja? Kwa sababu sheria inasema unatakiwa utoe taarifa kwa mwenyeji wako ili ya kuandalia maandalizi ya kikanuni, sawa? so, hata nyumbani kwako hawezi kuja mgeni hivi hivi, kupla ni mvamizi. Kwa hiyo Simba ni mtuhumiwa namba moja mm, kwenye ile kesi Simba hakutoa taarifa, kwa hiyo alienda kuvuruga tu, huyu alienda kimpango mkakati. Kwa hiyo Simba ndo mtuhumiwa namba moja kwenye hii kesi, ndio maana anautaka klabu ya Simba Ahmed Imbaa akisema w finali yenu ilikuwa uchovu au finali yao inakuwa bora zaidi, na tuione naahii tuiona finali yao ya kibabe, waende wakashinde kule kwa Marekani, na kitu kingine nataka tuambie Watanzania ukweli. Fainali ya Dar es Salaam ilikuwa ni fainali ya mtu ambaye ametoka Tanzania ni bingwa, si ndio? Yule wa kule Jorishi nafasi ya pili au nafasi ya ngapi? Lakini sisi tulikuwa bingwa. Simba anatoka hapa anakwenda kucheza mpaka kufika fainali, yeye na wenzake wote wanne walioingia nusu fainali mpaka fainali, wote hao wamekwenda kwa nafasi ya nafasi ya tatu. Nafasi ya tatu umefeli au umefaulu? Simba Tanzania ngoja, Simba Tanzania ametoka nafasi ya tatu esiberekane kwao msimulisha um, nafasi ya tatu, mnaelewa? Wale wa South Africa nafasi ya tatu, na wale wengine si anaia watuganali na wao nafasi ya tatu one kama tunakwenda kushuhudia fainali ya kombe. Na mimi nime, nimewaomba nimemwomba engineer Harris, engineer Harris, tunaomba afikisha salamu hizi, kamwambie rais wa kafu aende akabadilishe vipengele, hatuhitaji watu waliofeli kufika fainali kwenda ukaturudishia wale ambao wanateleza kutoka klabu bingwa warudi tena huku chini. Tunaenda kushuhudia wanafika fainali mbovu mm. kama hii watu wamosarikuaena kushuhudia fainali gani, naumia kizinga na no, kizinga hata na, fainali ya Yanga na wale KU, naumia kizinga, naumia kwenda kushuhudia fainali mbovu. <laughs> Ana mafanikio gani mtu aliyefeli hiyo fainali? Kwangu mimi sio bora. Bora fainali ya Zanzibar iliyopigwa Yanga na JKU kuchanganyikiwa, wataanza kuchanganyikiwa wao, kwa sababu ndio wameona wanachanganyikiwa. Ujamana Dr. Mohamed anavyolalamika, mashabiki wao wameombwa dola dola elfu moja za hoteli za Hakuna safari ya kwenda South Africa, waliwaomba pesa safari, waliwaomba laki na ishirini. Mimi taarifa ninazo na nilipigia simu wakina Mandala bana, tusemee kapteni, wametuomba pesa laki na ishirini twende South Africa. Nikamwambia kwambia, wewe uende kwenye timu mbovu haina kiongozi kama engineer Sinan. Haya, sawa. Safari ya kwenda Morocco wamwambia tu Dola ngapi? Elfu moja na mia mbili Pamoja na, na, na, na chakula kitu. Mama wa nchi anavyopenda mpira akashatoa kila kitu. Sasa kama ametoa ndege nyinyi viongozi wa Simba mmeshindaje kutoa maradhi?